ya viongozi wa chama ingine na conduct ile mimi niliona haikuwa mzuri, although I am comfortable myself with anything, lakini conduct hiyo haikuwa mzuri. Ile wakati tunaingia hapa, we want to have a peaceful election you know, we are not allergic to all manner of things they are doing. We are also capable lakini hapa sisi kama chama tuliamua as a party, tunaingia kwa hii eh, eh, contest na msimamo mmoja ya kuomba kura ya amani, kampeni iwe ya amani, kura ikuwe ya amani, tupate mshindi. Niko na hakika tukifanya hivyo, mama Phanice atapata ushindi, na sisi pia tuko na hakika, hatutaki kuingia, hatutaki hata kidogo kuingia kwa vita ya Wetangula na Majimbo. Vita yao ya hapo, vile wanajuana, sisi hatutaki kuingia ndani kitu. Sisi tunaomba kura ya amani kwa Phanice wa DAP, wacha hawa wapigane vita yao, lakini sisi tuombe nini? <laughs> Hiyo tu ndio sisi tunataka, na huyu ni mama